Ni askofu Stefano Lameki Musomba OSA, askofu wa kwanza wa jimbo katoliki Bagamoyo, ni mzaliwa wa kijiji cha Malonji, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe, akiwa mtoto wa nane kati ya wa watoto tisa kwa baba Lameki Musomba na mama Maria Kandonga. Safari hii ya matumaini inaanza katika parokia ya Vwawa, kwani alipata sakramenti ya kipaimara mwaka 1986. Safari yake ya matumaini inaendelea. Alitamani sana kujiunga na seminari na hatimaye akapata nafasi ya kujiunga na seminari ya Maua iliyopo Jimbo Katoliki Moshi. Hatimaye mwaka elfu mbili na tatu tarehe ya 24, mwezi wa 7 akapata sakramenti ya daraja takatifu ya upadre katika parokia ya Mtakatifu Mikaeli Mahanje, Jimbo Kuu Katoliki Songea. Alifanya utume sehemu mbalimbali hadi pale alipoingia jimbo kuu katoliki Dar es Salaam na kufanya utume katika parokia kadhaa za jimbo hilo. Safari hii haikuishia njiani, kwani ilijawa na matumaini. Mwaka 2021 alipata sakramenti ya daraja takatifu ya uaskofu. Alifanya utume wake kama askofu msaidizi wa jimbo kuu katoliki Dar es Salaam kwa muda wa miaka minne. Hatimaye mwaka 2025 hayati Baba Mtakatifu Francisco alimteua kuwa askofu wa kwanza wa jimbo katoliki Bagamoyo. Matumaini yanazidi katika safari yake. Tarehe ishirini na tisa mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano aliadhimisha misa ya takatifu ya shukrani kwa utume wake ndani ya jimbo kuu katoliki Dar es Salaam. Ilikuwa siku ya huzuni, lakini pia ilikuwa siku ya furaha na mwendelezo wa safari yake ya matumaini. Sasa ni askofu wa jimbo katoliki Bagamoyo, makazi yake anayahamishia huko. Mhashamu Stephano Lameck Musomba OSA ni askofu wa kwanza wa Jimbo Katoliki Bagamoyo. Hii ni safari ya matumaini.